Chukua nafasi hii kutoa taarifa eh, maalum kwa ajili ya maandalizi ya kufanya uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani utakaofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Eh, hadi sasa tumebakiwa na siku mbili tu kabla ya kuingia kwenye uchaguzi huo, eh, yani leo na kesho siku ya Jumatano itakuwa siku ya mapumziko kwa idara au e, se, e, shughuli za serikali, lakini pia za watu binafsi na za mashirika mengine e, ili kutoa nafasi kubwa kwa ajili ya kuitumia kwenda kushiriki kufanya uchaguzi huo. Lakini pia niseme, wilaya ya Arusha tumejiandaa vizuri e, kutekeleza jukumu hilo la kimsingi. E, la kupiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, na maandalizi ya kufikia hapa tulipofikia e, tumefanya vizuri kwamba tulizingatia maeneo matatu. Kwanza, maandalizi kabla ya uchaguzi e, yaani wakati ule ambapo vyama vimekuwa vimepewa nafasi ya kufanya kampeni na karibu miezi miwili tumeona E, shughuli za kampeni zikiwa zinaendelea e, nchini kote lakini pia na wilaya yetu ya Arusha. Kampeni hizi zilimalizika vizuri na wengine bado wanaendelea kufunga kampeni hizo leo na kesho e, katika ratiba zao mbalimbali. Niwashukuru mbali, washukuru wote walioshiriki kampeni e, kwani kampeni zimeenda vizuri na, na, na salama kabisa, hakukutokea dosari ya aina yoyote au mtu kunyimwa haki yake ya kupewa nafasi eh, ya kufanya kampeni. Na tumeshuhudia eh, vyama vya NLD lakini chama cha mapinduzi chini ya uh, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe mbili mwezi wa kumi eh, alifanya ziara wilayani kwetu, na ziara ile ilikuwa na watu wengi wa kutosha na walisikiliza sera eh, na na irani ambayo imezungumzwa kwa ajili ya wilaya yetu ya Arusha. Lakini vyama vingine pia vimeendelea kufanya hivyo hivyo na kusikilizwa na watu wengi, na vyote vilikuwa vikipatiwa ulinzi e. Lakini pia sehemu ya pili sasa ilikuwa itakuwa e, ni sehemu ya uchaguzi wenyewe. Uchaguzi wenyewe utakuwa tarehe e, 29 mwezi wa 10 2025, na e, nao huu tumefanya maandalizi yake ya kutosha hadi sasa. E, vifaa vyote vimekwisha vya uchaguzi vimekwisha ingia wilayani Arusha na vimewekwa sehemu maalum ya, ya kuhifadhia vifaa hivyo kwa ajili ya kwanza kuvigawia katika vituo na vituo vilivyoandaliwa katika wilaya yetu e, takriban ni elfu moja na hamsini na moja. Vituo hivi vitatumika katika kupigia kura e, na wananchi wote e, wanakaribishwa wana, wana, wana kwenda kupiga kura e, tumezingatia Eh, tuna mitaa 154 na katika mitaa hii vituo mi, mi, ni elfu moja na, na hamsini moja. Tunaona kwamba ni idadi kubwa ya vituo hii, maana yake ni nini? Maana yake ni kuvifanya vituo hivi viwe karibu na watu. Hakutakuwa na kituo ambacho kitamhitaji mtu atembee eh, kilomita tatu kufuata kituo chake cha kupiga kura. Kwa hiyo eh, vituo vyote vitakuwa jirani ili tuhakikishe makundi yote yanahusika katika ku, ku, kupiga kura yani, wakiwepo wazee na wenzetu wenye ulemavu na kila mtu. Na ulinzi katika vituo hivyo umeandaliwa wa kutosha, ili kulinda mali na vifaa vya serikali ambavyo e, e, vya tume ya uchaguzi ambavyo vitakuwa, tutahakikisha viwe salama wakati vinatumika, lakini pia wakati e, baada ya zoezi hilo, lakini pia E, uchaguzi baada ya kukamilika a, a, kufanyika u, uchaguzi sehemu nyingine hiyo, e, ni muhimu pia, kwa sababu baada ya uchaguzi e, kuna, ku, e, kuna kusoma taarifa zinazopatikana katika vituo na katika a, eneo lililoandaliwa kwa ajili ya kutoa matokeo, lakini pia kuna kuhakikisha kutakuwa na, na, na vurugu au ghasia yoyote itakayotokea kwa Arusha kwa maana ya kwa kwamba kuhakikishia wananchi usalama wao baada ya kufanya uchaguzi. Kwa hiyo katika maeneo yote tume tumeandaa vizuri, na niwahakikishie wananchi wa wilaya ya Arusha e, mjitokeze kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 siku ya Jumatano na itakuwa siku ya mapumziko kama nilivyosema, lakini pia e, kutakuwa na hali ya usalama wa kutosha. E, sisi jukumu letu ni kulinda hmm, watu na mali zao, lakini wale ambao wana shughuli zao za, za, za biashara e, labda sokoni labda duka lake, hakikishe tu yeye ametimiza wajibu wake na haki yake ya kimsingi kwenda kupiga kura, afa anarudi anaendelea na shughuli zake bila kugubuziwa na mtu yeyote. Nuhakikishie mitaa yote, misha, m, mita yote e, itakuwa shwari na maeneo yote nyeti au yenye kutoa huduma zile za dharura na za msingi kabisa, yote yataendelea kufanya shughuli zake kama kawaida. Ninawaomba sana utulivu na kutekeleza jukumu hili la msingi la kupiga kura e, kwani kura yako ni haki yako.